pamoja na kumtakia rahma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na sallam, nawausieni pamoja na kujiusia nafsi yangu kumwogopa mwenyezi azimu. Hakika waliofaulu ni wale waliomwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Siku za Ramadhani zimeenda haraka sana, na ndio zimemalizika. Ramadhani imeenda na kurasa ambazo zimeandikwa amali zetu tuliyozifanya ndani ya Ramadhani. Ramadhani imeenda na vitabu ambavyo kwamba vimeandikwa amali zetu ambazo zitatufaa hapa duniani na ni akiba ya kesho akhera. Ndugu yangu Muislamu, jambo ambalo yafatu litutie huzuni sana ni kwamba imeingia Ramadhani, tumefunga, tumeswali, tumetoa sadaka, tumetoa zaka, Allah subhanahu wa ta'ala amekubali hizi amali zetu Jambo ambalo hatuna hakika ni kwamba amali tuliloifanya sisi, je, Allah ameikubali ili tujipongeze nafsi zetu, ama Allah hakukubali tuzipe pole nafsi zetu. Ndiyo maswahaba salafu na salih walikuwa baada ya Ramadhani wanamwomba Allah miezi sita awakubalie Ramadhani yao ibada zao. Kwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, omba dua kwa wingi kwa siku moja iliyobakia Allah subhanahu wa taala atutakabalie ibada zetu tuliozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumwombe Allah atujalie ni wale ambao wanoifunga Ramadhan imanan wa htisaba, kwa kuamini na kutarajia malipo, wala sio kufunga ada. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalie sisi ni katika waliosimama lailatul qadri imanan wahtisaba

tukaweza kuwa na msikiti mzuri au misikiti mizuri na utulivu na hali ya hewa ikawa nzuri, hapa ni juhudi na kujitolea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba zake, wakajitolea muhanga Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba zake, ili kuilinda hii dini, kuitangaza hii dini mpaka ikatufikia sisi, Tukawa na amani na misikiti yetu, tukawa na amani na dini yetu, tukawa na amani na ibada zetu. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnajua mateso aliyopata mji wa Makka, mateso mbalimbali mbali, maudhi mbalimbali mbali, ili asitangaze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amesujudu Ja Abu Jahl akasema, nani ambaye atachukua uzao wa ngamia aliotindwa jana amwekee Muhammad kwenye kichwa chake wakati ya misujudu? Akatoka Ukba akasema, mimi. Akachukua uzao wa ngamia aliochinjwa jana akamwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kichwa chake. vikwazo hivi na mateso haya alifanyiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awachane na kutangaza dini, awache kuilingania dini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo mateso aliyopewa Maka hayakumfanya ni mwenye kuwacha kutangaza dini, akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutangaza dini ya Allah. Wakaamua makureshi wa Makka kumfungia, kumfanyia mukataa vikwazo vya kiuchumi wakafungiwa Mtume saaau salam na kabila la Banu Hashim kwenye Shebi Abi Talib, ukawekwa mkataba kwamba hakuna kuwauzia kitu wala kununua Mtume suaaau salam na masahaba zake na Banu Hashim wote mpaka njaa ik ikawapata, wakashikwa na njaa wakata, mpaka wakalazimika waka, waka, waka, kula majani ya miti Watoto wadogo wanalia kwa njaa, mtume sal salam anayafanya yote haya kwa ajili kuitetea dini ya Allah ili tufikie sisi kuilinda dini ya Allah na kuitangaza. Akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Taif kuenda kulingania dini. Mnajua mateso aliyopata mtume Taif, maudhi mbalimbali mbali, matusi na akapigwa mawe. Zaid ibn Haritha anamkingia Mtume mawe mpaka miguu yake ikachota damu mpaka Allah subhanahu wataala akamtuma Jibrili alayhi salam kuenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Mtume kuomba dua, akimwambia Allah ila man takiluni, wanaachia nani, ila baidin yatajahamuni, wanaachia mtu ambaye ni adui atanimaliza. Kisha mtume akasema in, in lam yakun bika alayya ghadhabun fala ubali ya Allah, yote alonifikia kama huja kasirika na mimi sijali, nataka radhi zako Allah. Akatuma Jibril, na Allah subhanahu wa taala, Jibril amekuja na malaika ambao wanayanyanyua majabali, anazanyanyua jabali hili, akatoa hapa, kanipeleka hapa, amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekuja Sema ni jabali gani watakalifunikiwe? Mji mju wa Taif umalizike, wataka jabal Uhud liyeko hapa, waishi kabisa sawa. Tumekambia la, sitaki waangamizwe Allah, huenda Allah subhanahu wa ta'ala, yukhriju min aslab, katika migongo ya watu hawa man ya'budu Allah wenye kumwabudu Allah. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wa sallallahu alayhi wasallam alikiri mateso kwa ajili dini, dini. Tuangalie ile itufikie sisi tuangalie maswahaba wa Bwana Mtume Waislamu hawakufanya kuitikia maombi ya Mtume kuitikia ulinganizi wa Mtume sala wa salam wa kuingia kwenye Islami. Hiyo ikawa ni hadia ndugu zangu Waislamu, wakapewa mateso mbalimbali mbali. Wakateswa maswahaba kwa mateso mbalimbali mbali, ili warudi nyuma wawache dini ya Allah subhanahu wa taala, lakini maswahaba na wao ni wenye kustahimili. Tukiangalia mfano wa masahaba ambao waliadhibiwa mapema kwa ajili ya kusema la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Ammar ibn Yasir na mama Sumeya mamake na mzee Yasir walipopiga shahada kumwamini Allah na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao walikuwa ndio wamewatawala wakaanza mateso. Anapigwa mzee Yasir anapigwa Mama Sumeiya, awwalu shahida fil islam, shahidi wa kwanza katika Uislamu, kufa kwa ajili ya Allah, Allah, kufa kwa ajili ya hii dini. Wanaambiwa wamkufuru Muhammad, wamtaje Lata na Uza, wanazuia pale pale, ahad ahad. Abu Jahal akachukua mkuki akampiga mama Sumeya kwenye chuku yake mbele na akafariki. Mwanamke anaadhibiwa kiasi hicho, lakini hakurudi nyuma, anastahimili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatokea tarikh, ndiye mtu wa kwanza katika ummati huu kufa kwa ajili ya Allah. Amar bni Yasir, babake anakufa mbele yake, mamake anakufa mbele yake, akachanganyikiwa akataja Lata na Uzza, wakamwacha. Baada ya kutulia, akakumbuka kwamba alitaja Lata na Uzza.

wa qalbuhu mutmainun bil iman, na moyo wake umetulia katika imani. Ndugu zangu wa Islam, haya mateso ambao waliyapata masahaba wa Bwana Mtume saa salam kwa ajili ya kushika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilalu bin Rabah, mtu ambaye wa kutoka Afrika Muhabash, naye aliadhibiwa na bwana Umayya ambaye alikuwa ndiye ndiye, ndiye amemiliki akampatia mateso mbalimbali. Anamtoa kwenye jua la Makka. Mombasa hakuna jua, Makka jua lake ni kali sana, waliokwenda wana wanajua. Anamtoa mgongo wazi, na anaamrisha watoto wadogo wamrushe mawe. Anachukua jiwe anamwekea kwenye kifua chake, amwambia ukfur bi muhammad wadhkur llata wal uzza, mtaji mkufuru muhammad Lata na Uzza. Bilal anastahimila, anasema ahad ahad, fardhun samad, ni mmoja peke yake, wama lahu kufuwan ahad, hakuna ambaye anafanana Allah. Mpaka anakuja Abubakar anamnunua anamwacha huru. Bilal anamwambia Abubakar, umeninunua kutoka unitoe kwenye utumwa wa Umayya, uniweke kwenye utumwa wako. Anamwambia la, nimekununua fi sabilillah

aliyekachuma motoni akimwekea kwenye mgongo wake lengo awache dini ya Allah arudi katika dini ya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walijitolea muhanga maisha yao wakati wao mali yao kwa ajili ya kuinusuru dini hii ili ienee ulimwenguni kwa sababu watu wa maka waliona wakiwamaliza hawa mara moja, dini imemalizika. Lakini Allah akajalia nusra ya dini kupitia kwa mtume na masahaba, wakastahimili tabu, dini ikatufikia sisi. Ndugu yangu mwislamu, ingekuwa hawa masahaba waliposilimu mtu akaswali nyumbani kwake, basi na mtume akaswali kwake, wakasema sio kwa waislamu sisi, haina haja, hatungepata dini. Ndugu zangu waislamu, kwa hivyo wewe mwislamu swala zako tano na funga zako kama hujanusuru dini ya Allah bado una maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna wajibu wetu kuihami dini, kuhami elimu ya dini, ili tukiondoka sisi hii dini iweze kuendelea. Kwa hivyo usitosheke na kwamba waswali swala tano. Umefanya nini kwa ajili ya dini yako? Utaulizwa mbele ya Allah, uliishi maisha haya miaka sabini.

wallahu wa raufum bilibad Allah ni mwenye rehma na masikitiko waja wake. Ndugu zangu Waislamu, tumezungumzia namna gani Mtume na maswahaba walijitolea maisha yao, na haikukomea ya pale. Manajua vita vilivyotokezea, watu wakafa kwa ajili ya dini, wakafuatwa Madina, vita vikaendelea, lakini hawakuacha dini ya Allah mpaka kiongozi wa kwenye, kwenye vita anakatwa ana mkono wa kulia, anayeshika bendera mkono wa kushoto anakata mkono wa kushoto anaing'ang'ania bendera kwa vivyo viwili hivi, ili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isiende isi nyuma isirudi nyuma iende mbele. Wengine ambao ni bibi harusi, ameoa Handhala ghasilul malaika, ilipotangazwa jihad kwa ajili ya kunusuru dini hakujali msichana wake alomuoa ambaye alikuwa shamwingilia mara moja, wala hakuwa na nafasi ya kuoga, aliona atachelewa kunusuru dini ya Allah, akatoka akaenda kupigana jihad na akapata shahada tume akaombea, usaba tilka lmalaikatu taghsilhu malaika, malaika wanamuosha. Ndugu zangu Waislam, mimi na wewe tumefanya nini kwa ajili ya dini hii? Ndugu zangu Waislam, leo mwezi tulionao wa Ramadhani kwa mwaka wa kalenda ya Kiislamu, yani kwa mazoea yetu na hisabu zetu za elimu ya madarasa baada ya Ramadhani madrasa kufunguliwa, baada ya Ramadhani madrasa zitafunguliwa na baada ya kufunguliwa madrasa, ni mwanzo wa mwaka wa watoto wetu kusoma dini ya Allah, dini hii ambayo tutazungumzia, watu walitoa roho zao wa kuihami. Lakini nani ataja kwamba kuna madrasa itafunguliwa baada ya Ramadhani? hakuna habari yote hakuna habari kwamba watu wataje madrasa afunguliwe bwana, hakuna habari hii. Le ingekuwa ni Disemba, idi imeingia Disemba tarehe ishirini na nane na Januari skuli zafunguliwa, sidhani kama wazazi wangenunua nguo za idi mbili, mbili. Mzazi angehiari nguo ya idi anunua ya mtumba, lakini ahakikishe mtoto wake Januari anaenda kamili na vitabu na, na kila kitu, ndugu zangu Waislamu. Hapa tujipime imani zetu, kwa sababu tumeamini kwamba skuli ni elimu itata manufaa duniani. Madrasa elimu yake ni mambo ya kesho akhera, ndio utapata. Hakuna khabari kabisa ya madrasa mijini mwetu, bali khabari ni ya idi basi. Lakini siku ya disemba utasikia wazazi wanavyoenda mbio. Ndugu zangu Waislamu, kama hatuinusuru hatuihami na kuilinda elimu ya dini, dini itabakia wapi? Tunavyozungumza saa hii kuna sehemu hawana imamu wa kuwasalisha, hakuna mwenye kusoma suratul fatiha navyozungumza sahihi. Kuna sehemu waislamu hawana khatibu wa kuhutubia khutba ya Ijumaa. Ikiwa hatutajitahidi kusomesha watoto wetu dini na kutilia mkazo wa madarasa, tamwambia nini Allah subhanahu wa taala? Ndugu zangu Waislamu, faida ngapi utapata unaponusuru na kusaidia elimu ya dini

na wanazuoni ni mawarifa mitume. Ndugu zangu Waislam, hapa ni kwamba elimu ya dini tumeifanyia ihmala. Utapata siku ya Jumamosi ndio, ndiyo mtoto huombewa ruhusa madrasa aende shamba, lakini huwezi kumpeleka mtoto shamba siku ya Jumatatu. Bal tukthiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ndugu zangu Waislam, tukitotulia mkazo elimu ya dini yetu, ujue tumeyata kuinusuru dini, kwa sababu hii elimu ndio ambao inalinda dini. Ndugu zangu Waislamu, mashekhe ambao wengi wanaoendeleza da'wa miji yetu ni mashekhe ambao wamesoma kwa msaada wa wafadhili, waliosoma vuo ambao kuna msaada wa wafadhili, kuna chakula, kuna sehemu za kulala, ndio mashekhe walio mijini wanazofanya da'wa sasa hivi. Na sisi ambaye hatukujua nani alikuwa analeta chakula pale madrasa nani nalipa maji, nalipa taa. Alhamdulillah, tukasoma kwa misaada ya watu waheri. Leo wakati wetu wa nyuma kulikuwa na afadhali, hatukuwa tunalipa fees kusoma dini ya Allah, walikuwa watu hao wakijitolea, wakidhamini majukumu ya mshahara walimu, wakidhamini chakula cha madrasa, tukapata kusoma dini bure. Leo ule ufadhili hakuna tena. Ni watoto wangapi wanashindwa kusoma elimu ya dini leo, kwa sababu wafadhili hakuna, inabidi wekie kwa malipo. Watu wengine wanashindwa kulipa. Nitatoa kisa kimoja. E, kuna ndugu yetu mmoja amefariki rahimahullah, nakumbuka nilitaja siku moja, aitwa Anwar Khatib daia, alikuwa Tanzania. Anwar Khatib ni kijana alosoma Tanga, wakaja na mwenzake kufanya mtihani mahadi Sauni ili waingie thanawi wakapita mtihani wakakubaliwa, wakashindwa na malipo ya fees ya maki Sauni. Waliposhindwa na malipo, hawakuwa na namna ila kurudi zao Tanga na washakubaliwa. Wakapata lifti, pakafika mpakani pale lunga lunga. Walipofika pale, wanatafuta lifti wa kurudi Tanga, wakapata muislamu mmoja pale, wala hawamjui wana yeye hawajui. Wakamwambia tutaomba lifti kwenda Tanga. Akamwambia mbona mko hapa nyinyi? Wakamwambia bwana, sisi tulikuwa mahali sauni Mombasa, tumefanya interview tumekubaliwa, tumeshindwa kulipa fees, tarudi nyumbani. Wakamwambia leteni karatasi zenu, wakamtolea karatasi karatasi, waka karatasi wakamonyesha. Yule bwana badala ya kuwapa lift akawaambia, nikiwalipia mtarudi kusoma? Ndio, tarudi kusoma. Yule bwana bila ya kwenda kupiga simu kwa mkewe wala kumshauri mtoto wake alitia mkono mfukoni, akatoa dala 200 akampatia kila mmoja, ilikuwa za tosha wakati huo. Akawambiana, namba ya simu yangu hii, mkishindwa sehemu munipigia simu. Anwar Khatib akasoma na nilipoenda haji mwaka elfu mbili na saba nilipata naye Madina na akarudi akawa daiya na akawa mwalimu mudiri madrasu, wajui, wa madrasa. Akafariki mwaka jana. Alowasaidia hawajui amewapata mpakani, ametoa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, amepata sadaka njaria pengine alikufa baadaye. Shekhe anaelea na khutba, kwa hivyo ni juu yetu sisi kusaidia saa hii wale wasomaji wa dini, ili waweze kuihami dini kesho, pasikosekane sehemu ambapo kwamba yatakana walimu wa au maimamu. Ndugu yangu Muislamu, kumsaidia anayesoma dini ni njia ya kusaidiana katika kheri, wataawanu alal birri wattaqwa. Unapomsaidia kijana ukamlipia fees anasoma dini, umeshiriki kwenye aya. Allah anasema saidianeni kwenye kheri na kumcha Allah unaposaidia kijana anasoma dini, unaweka sadaka njaria. Kila ikiwa kijana ataswalisha, atatoa darsa, atafurisha madrasa, au umekufa, ile elimu anaitoa unashea pale. Wewe ndugu zangu Waislamu, kwa mnasaba huu, napenda kutoa ujumbe wangu. Mwaka jana wakati kama huu nilizungumza msikiti mwingine, nikaelezea kwa sababu nao mipango ya kushughulikia wanafunzi ambao hawana fees, kuwasaidia kuna wengine wako mahaki sauni wengine Markaz Tohid, kuna Markaz Aisha wasichana. Alhamdulillah, vijana wa kiislamu wakajitolea. Kuna mmoja alilipia watoto watatu mara moja fiza mwaka mzima, mwingine akalipa watoto wawili mwaka mzima, mwingine akalipia watoto kumi na mbili mara moja akalipa. Alhamdulillah, wameendelea sasa, wanaingia mwaka mwingine. Mwaka huu wanaingia na wanaangalia sisi ambao tutafutewa pesa kuwalipia Nimependa kuleta ujumbe wangu kwa Waislamu hapa. Kama utaona yanakuhusu utashughulikia, kama una simu muhimu utayawacha. Ndugu yangu Muislamu, wa sasa tuzungumzavo, madrasa itafunguliwa baada ya sita. Kuna wasichana wanne Markaz Aisha, hawataweza kuendelea na masomo yao, wanadaiwa fizi ya mwaka jana. Mwakajana hatukuweza kumaliza kuwalipia. Kuna watoto tisa Markaz Tauhid wanataka kulipiwa fizi. Fizi ni ngapi, ndugu yangu Muislamu, ya madrasa Markaz Tauhid? fizi ya mwaka mzima chakula na masomo ni elfu shirini. Hiyo ni fizi ya play group Mombasa, ama sio play group na sari zetu? Ndiyo fizi ya kijana atakayekuja hapa kesho atoe hotuba atakuja hapa aswalishe chakula chake na masomo yake elfu shirini. Ukienda markazi 1 e mwaka mzima ni 439 ndugu zangu Waislamu, nimependa baraka hii kuleta ujumbe kwenu ikiwa utaweza kujitolea kuwalipia wale wasichana waendelee masomo wakiwalipia wataweza kuruhusiwa kuingia tahfiz zingine ukiweza kulipia mtoto mmoja umenusuru dini ya Allah ikiwa watu walitoa roho zao walitoa wakati wao kwa ajili dini tufikie sisi kwa hivyo wewe toa pesa yako iwe sadaka jaria ukimalizia ibada yako ya Ramadhani na sadaka kimalizia na hadithi ya bwana mtume sala sallam ma min yawmin tumesema hakuna siku yusbihu alibadu fi